Karibu kwenye habari za ulimwengu. Ninayekuletea habari hizi ni mimi Isaac Samuel. Leo tunaanza na mzozo unaoendelea nchini Iran, ambako siku ya jana na ya leo kumeshuhudiwa maandamano makubwa ya wananchi katika miji kadhaa ikiwemo Tehran, Isfahan, Shiraz na Mashhad. Maandamano hayo yalianza kama malalamiko ya kiuchumi na sasa yanachukua sura pana zaidi ya kisiasa na ya kijamii. Chanzo kikuu cha hasira ya wananchi ni hali mbaya ya uchumi. Thamani saraf ya sarafu ya Iran imeporomoka kwa kikubwa huku mfumuko wa bei ukiwa juu sana. Bei za chakula, mafuta na mahitaji mengine ya muhimu zimepanda kwa kiasi ambacho wananchi wa kawaida wameshindwa kuhimili. Kwa wengi mshahara hauendani tena na gharama za maisha, na hali hiyo imeibua kilio cha pamoja mtaani. Maandamano haya yalianza kwa wafanyabiashara na wafanyakazi wa kawaida, lakini kwa haraka yameungwa mkono na wanafunzi, vijana na makundi ya kijamii, wakibeba mabango na kupaza sauti wakidai haki ajira na mustakabali bora. Katika baadhi ya maeneo, kauli mbiu zimevuka uchumi na kuingia kwenye mada nyeti za uongozi na mwelekeo wa taifa. Serikali ya Iran kupitia mamlaka za usalama imejibu maandamano hayo kwa hatua kali za kiusalama. Kumekuwa na taarifa za matumizi ya gesi ya machozi, kuvunjwa kwa mikusanyiko, pamoja na onyo kali dhidi ya maandamano yanayoonekana kuvunja mipaka ya amani. Hata hivyo, viongozi wa serikali pia wametoa kauli za kutaka kusikiliza malalamiko ya wananchi huku wakiahidi mageuzi ya kiuchumi na hatua za kudhibiti mporomoko wa uchumi. Rais wa Iran amesisitiza kuwa serikali inatambua uzito wa matatizo ya wananchi, lakini wachambuzi wa siasa wanasema imani ya wananchi imeyumba, hasa kutokana na historia ya ahadi nyingi zisizotekelezwa. Kwa mtazamo wa wataalam, maandamano haya ni miongoni mwa maandamano makubwa zaidi katika miaka ya karibuni, na yanaonyesha kuwa changamoto za Iran si za kiuchumi pekee, bali pia ni mfumo wa uongozi na uwajibikaji. Swali kubwa linaloulizwa sasa ni je, maandamano haya yatazimwa kama mengine ya nyuma au yatafungua ukurasa mpya wa mabadiliko nchini Iran? Jibu lake litategemea hatua zitakazochukuliwa na serikali pamoja na kuimarisha sauti ya wananchi wanaodai mabadiliko. Kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa nchini Iran huku kila siku ikileta sura mpya ya mzozo unaoweza kubadilisha historia ya taifa hilo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.